unatakiwa kwanza ka... kuna, unaanza kabla ya kumaliza masters kwa sababu masters mwaka wa pili, ni kwamba ule mwaka wa pili wa masters unatakiwa mw ufanye internship program okay. Ile internship program ni internship program ya miezi sita na ufanye katika uh, kazi inayoendana na kitu ulichokisomea mm. Na hiyo kazi kama ukichagua kufanya katika kampuni, unaenda kufanya application kama vile unatafuta kazi yes. Kwa mara ya kwanza kwa hiyo, hmm. ugumu challenge nilizokutana nazo zilikuwa zipi? Kuja nilikuwa na level fulani ya Kifaransa, unaweza ukasikiliza masomo, unaweza ukajibu masomo, ila kuinteract na kuwa na ile confidence inakuwa ngumu kidogo. Kwa hiyo ukifanya application, kuna level mbalimbali mbali za interview. So level ya kwanza watakupigia, watakupigia simu kwanza kuku temperature kidogo inakuwa yani ni ya faster. Je, faster? Huyu ni mtu ambaye anaendana na kitu tunachokihitaji. Ni interview ya faster, unaweza ukapigiwa simu ni faster. Baada ya level hiyo, unaenda level ya pili ambapo utaitwa interview formal